Na huyu kijana ambaye e, alisambaza sana taarifa za uongo katika mitandao ya kijamii tumehangaika sana kumtafuta usiku na mchana, na bahati nzuri tumemkamata na amekili e, ambaye anaitwa Omari Abed Bakali, miaka 23, yeye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha cha computer center UICC kule Mbezi, lakini mkazi wa Mgulani amekamatwa na anachofanya ni kwamba anakili, naye alipata kwenye mtandao na ujua yeye, kwa hiyo akaamua kusambaza. Kwa hiyo ukiona majina yapo, uh, watu mashuhuri wametajwa, uh, Kadinali Pengo na nafikiri umeona yale majina. Kwa hiyo kimsingi ni uongo, ingawa ukiona anasema ni watu hanad, kwamba ni watu wa heshima na nini, lakini nilikuwa namuuliza sasa, ulisambaza ulikuwa na gani kwamba mkuu wa mkoa ndiye ametaja yale majina. Ni toe kwa hiyo nitoe tu wito kwamba swala la sheria za mitandao zipo, kuna sam, sababu ya kusambaza jambo ambalo huna uhakika nalo. Kwa hiyo baadaye atakuja mwenyewe kujieleza kitu gani kimetokea, lakini kimsingi niseme yale majina yaliyotajwa ambayo unasema mkuu wa mkoa aliyataja, e, si kweli na ni uongo mtufu kwa sababu sasa amesambaza jambo ambalo hana uakanalo, tutaona sheria inasema nini, na mwisho wa siku tutampeleka tutampeleka mahakamani. Kwa hiyo huyu kijana ndiye alisambaza ule ujumbe, na no, kwa sababu ni raia mwema na anaeleza kwamba yeye aliona tu ni jambo la kawaida akasambaza. Kumekuwa na comment ambazo sio sahihi, nikaona ni vizuri naye mwenyewe akalizungumza, jamii ikaona, ikaelewa, kwa sababu sio mkuu wa mkoa alisema. Uh, yeye aliona ni jambo jema, akaona alizungumze kwa hiyo nimpe nafasi naye ningalaa watoe onyo kwa baadhi ya watu wanapokuwa wanapokea hizi message e, basi waliwaangalie kabla ya kuzituma Jitambulishe, wewe ni nani na ni kitu gani kimetokea? Karibu. Ni kweli naitwa na, naitwa na, mia na, Omari Abedi na Makau, ndio nilishare ule ujumbe, lakini si kwa nia mbaya, kwa nia tu nzuri, na kweli nakili kosa, nimetenda kosa, naomba msamehe Unawaonya nini wengine wanaopata tu ujumbe wanasambaza bila kujua umetoka? Nuzuri kwa nani na madhara yake ni nini? Ni uzuri kama umepata kitu ni bora kudhibitisha kwanza au kuangalia, je, kina kina faida gani kwenye jamii? Kama kina faida nzuri niruhusa kupost, lakini kama hakina faida na wala hakina mantiki yoyote, si vizuri. Na wale uliwakwaza, unawaambia nini? Hmm, kwa ujumla naomba nomba mnisamee tu, nomba msamaha, sitorudia tena. Haya, yeye amejificha sana, tumemkuta kwenye kambi amejificha mwenyewe. Anajua alikuwa me, amelala wapi, alifikiri hatuwezi kumpata. Lakini nami niongezee na wito tu kwamba jamani tu, tu watu tuna familia zetu tusijiingize kwenye masuala ambayo baadaye yanakuja kugharimu maisha kwa sababu unapopokea ujumbe unausambaza bila kujua huu umetoka wapi na madhara yake ni nini. Mwisho wa siku unajikuta umejiingiza kwenye tabu ambayo kuitegemea. Lakini kijana kama alivyoeleza, basi tutaangalia sheria inafanyaje, sheria inasema nini, alafu la tutachukua hatua. Mambo ya sheria haieni na busara ya mtu. Ingekuwa ni busara hiyo, unakuta mzee amefanya ujambazi, lakini kwa busara unamwangalia amezeeka, basi singekuwa tunawapeleka mahakamani. Mimi Kamishna Sirro, nipo kwa sababu sheria imetamka niwepo, na kazi yangu nisimamia sheria, au sio? Sasa nikisema tena busara, baadaye nyinyi ndio mtasema Kamishina Sirro hatimizi wajibu wake, au sio? Na sisi tutaliangalia kwa sababu kijana bado ni mdogo, tutaangalia mazingira yenyewe alafu na sheria inasema nini e, lakini kama alivyoomba radhi kwa watu, yale majina amekwaza watu, viongozi na nini e, kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ni swala la kuliangalia kwa pande zote.